Ushauri wangu kila Mtanzania, kwa unyenyekevu mkubwa, ninaomba amuunge mkono rais wa nchi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasan, na wasaidizi wake wote. Narudia, kila Mtanzania amuunge mkono rais wa nchi pamoja na wasaidizi wake wote bila kusahau kuwaombea viongozi wetu katika majukumu yao. <coughs> Na hili ni takwa la Mwenyezi Mungu mwenyewe kupitia maandiko matakatifu ya vitabu vyake. Sisi wa Kristo kuna mahala tunajua kwamba imeandikwa kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza. Kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Ni takwa la Mwenyezimungu. Kuto kutii ni kupishana na maagizo ya Mwenyezimungu aliyekupa neema ya kuishi katika nchi aliyoiumba yeye kwa mikono yake, sindio? Sasa ni nani kati yetu mwenye uwezo wa kutengeneza jeshi la maelfu ama kikundi cha maelfu la kupingana na uwezo wa Mungu iliyowekwa ndani ya nchi yako, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia tukifanya hivyo, tukiwaombea, tukiwaambia hawa Watanzania wenzetu na vijana wenzetu, tutakuwa sisi tumetekeleza maagizo ya vitabu takatifu vya Mwenyezi Mungu Wakristo katika Biblia kitabu cha Tito sura tatu mstari wa kwanza, neno wa Bwana anasema, wakumbushe watu watii wakuu na wenye mamlaka. Unaelewa vizuri? wakumbushe watu watii wakuu na wenye mamlaka kwa sababu gani? Kuna athari kubwa sana ya kuto kutii yule ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya kuwaongoza.